Baada ya mauaji ya mwanaume wa miaka ishirini na tisa katika eneo la Diani, kisa kilichopelekea wakazi wa maeneo hayo kufanya maandamano ya kuwataka washukiwa wa mauaji hayo kukamatwa na kulalama kuhusu utovu wa usalama katika maeneo hayo ya pwani maafisa wa polisi wakiongozwa na kamanda wa polisi ukanda wa Pwani Alinuno, wamewahakikishia wakaazi kuwa tayari polisi wameanza uchunguzi kuhusu mauaji haya na kuwa tayari washukiwa 59 wamekamatwa. Kamanda akiwataka maafisa wa polisi kuhakikisha kuwa waliohusika wote wanakamatwa. So far, so far to kamanda huyo akitoa onyo kwa maafisa wa polisi kuhakikisha kuwa wanafanya kazi na kuwahudumia wakazi wao, na iwapo kunao maafisa wa polisi watakaosusia kufanya majukumu yao, basi sheria itachukuliwa dhidi yao. Utakuwa wale ndio anakatakata na mko hapa. Everybody go waka everybody everyday somebody is bleeding, somebody is bleeding. County Commander yuko, OCS yuko, DCI yuko. Why are we there? Tunafanya kazi gani hapo? Aidha, aliwahakikishia wenyeji pamoja na watalii usalama wao, akiwataka kutokuwa na hofu, huku akiwaonya wazazi ambao wanawaacha wanaowachanga kujihusisha na uhalifu kuwa iwapo watapatikana, basi sheria itachukua mkondo wake wa mtoto wa miaka kumi na nne, miaka kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba ndio mtu wa anaenda kukatakata watu. We are going to arrest these children along with their parents. That's the decision we have made. Tutashika hiyo mtoto for the the the offense, offense, actual offense, and the parent for for either neglect or uh, the child for a child being in need of protection and care. And the parent for neglecting his parental responsibility. Wanabiashara wa maeneo hayo wameshauriwa kurudi kazini kwani usalama umeimarishwa. Mtu ambaye inatusumbua kama wanabiashara ni kwamba hawa vijana ambao wako hapa wanatusumbua, na ni vijana wetu, na hakuna vile kwamba sisi tutawagandamiza. The good thing ambayo tutafanya, tutazidi kuwahamasisha hawa vijana tazidi kukaa nao kama vijana wetu, kwa sababu hakuna mahali pote tuwapeleka, na sisi kama viongozi tunafaa tuoneshe mfano mzuri. Na kama vile polisi wamekuwa hapa, wametia mikakati mingi, mpaka wameleta hawa watu wa polisi ambao wanatembea na pikipiki. Ukipija tu mara moja, wanakufikia na linatatuliwa tatizo. So we are very okay and from now, vile tumeona mkubwa wetu amekuja, ambao amekuwa ni mtu wetu, Bwana Nuno, tunashukuru sana na tuna raha sana. Mary Kialo, Undugu TV.